Vyombo vya habari tuna nafasi kubwa sana kwa sababu tuna wajibu wa kuletea habari ambayo imepita kwenye mchakato ulio sahihi. Ikapikwa, inafaa kwenda kwa uh, mtumiaji wa mwisho. Sasa wajibu wetu wa msingi ni kwanza tutumie uh, tuzitambue. Tut, tutambue hizo habari ambazo zinakuwa ni potoshi. Siku hizi wanasema kuna fake news, kuna deep fake mm -hmm. Kwamba hizo video video kama awali nilizungumza hapo, leo hii Salome anazungumza hapa, kesho unaweza kukuta labda ninazungumzia kitu kingine na sio mimi. Sasa mwananchi wa kawaida akiona vile, anaamini kwamba ah, huyu ni Mheshimiwa Rais amezungumza mm -hmm. Hivi na deep fake mmoja tulionayo ni ya hivi karibuni ya Rais wa Zambia alionekana anahutubia kwamba hatagombea tena urais, ile ilikuwa ni deep fake. Mwananchi wa kawaida hawezi kutambua hilo. Kwa hiyo, chombo cha habari pale ndio tuna wajibu sasa wa kueleza kwamba habari hii, uhalisia wake ni hii na ukweli wake ni hii, imechezewa hapa na hapa. Na ndio maana sasa hivi hapa nchini tuna baadhi ya taasisi zenyewe zinafanya uh, fact checking mm, kwamba picha ikirushwa haraka haraka wanaangalia, je, hii picha ni sahihi? Tunaiwaambia umma kwamba hiki sio sahihi, fake, hiki halisi sasa mm. Sasa hivi tuko kwenye ulimwengu ambao una tunasema una demokrasia ya habari mm, ya taarifa mm, nyingi sana, na njia hiyo hiyo ya uwepo wa dijitali inatumika pia vibaya kwamba mm, mtu anatengeneza habari yake huko mbaya, anataka tu kuvuruga hali ya hewa, anaisambaza. Sasa vyombo vya habari tuna wajibu wa kuandika kile kilicho sahihi, ukweli ni upi, kwa kadri ya misingi ya taaluma yetu, kwa kadri ya uh, maadili yanavyotaka ya